Mke wangu akasema hayupo, alafu kumbe wakati nipo, wakawa na mashaka na mimi, askari uh, sijui ni sema kama wananusa vile, walianza kufanya operation ya kukagua mle ndani, pekua pekua pekua pekua. Nilikuwa nimeweka kaboksi kamoja juu ya TV kana shu, misumari ya shuta kisitu, misumari tudogo. Kale kaboksi nilikuwa nimeweka risasi mule ya bastona Hmm. Sasa sijui kitu gani, sijui ndo kunusa? Nikashangaa wana wanaambizana, huyu ah, bwana ni hatari huyu, naye yumo kwenye matukio ya mauaji bila shaka, kwa sababu tayari kuna kitu kinachothibitishia, hizi hapa risasi. Wanapekua pale, si hapa ilikuwa ni moja, si hapa risasi. Huyu yumo, huyu yumo Wakaanza kunihoji. Hauwezi ukawa na tairi hauna gari, bila shaka wewe una gari, tuonyeshe gari liliko. Maana yake kwamba bastola, yeah, ndo gari alafu risasi ndo tairi mm. Nikawambia mimi sina walinipiga wanasema, tunataka tuione hiyo, walinivuruga miguu <laughs> walinivuruga miguu, na kwa bahati mbaya ilikuwa mm. haipo alikuwepo alikuwa haipo hiyo bastola ilikuwa haipo, kwa sababu kuna rafiki yangu moja ambaye tulikuwa naye na alikuwa ni mtu wa Tunduma mpakani na Zambia. Yeye alikuwa ni Mzambia, ndio tulikuwa tunashiriki naye, na yeye ndio alikuwa anakaa na hicho chombo. Sasa na mimi nikawa kwenye kwenye kesi, ikabidi tubebwe mimi na mke wangu. Mke wangu akafikiria sasa ah, huyu hebu tumwache maana ana mtoto, mwache kwanza. Wakabaki wengine, mtoto akaamka usiku ule, aliamka ni wa kiume mpaka sasa yupo, akaamka. Baada ya kuamka, lakini akalialia, kukawa hakuna namna, alafu hatukujali, hatukujali hilo, ila sasa tukawa tuko sisi tunamalizeje hii kesi. Kwa hiyo mke wangu akarudishwa, mimi ndo nikabebwa mpaka kwa huyo rafiki yangu, na nilipofika kwa rafiki yangu nikawaonyesha. Na kitendo cha kufika kwa rafiki yangu ni kwa sababu pia rafiki yangu naye aliniambia kwamba hatakuwepo siku hiyo, kwamba atakuwa na kwa hiyo kwa kawaida au kwa kanuni tulizokuwa tumejipangia, uwezo ukamuonyesha uka rafiki yako kama ni mtuhumiwa unaenda kumchomesha, ilikuwa haipo. Nilienda kwa sababu nilijua hatutamkuta. Okay. Tulikuwa tumewasiliana mchana huo kwamba akaniambia bwana, nina safari nitaenda Tunduma. Akaniambia basi sawa. Kwa hiyo sasa tulipofika kwake najua si hatutamkuta. Hatuta, kwa nini nipigwe wakati hatutamkuta? Bahati mbaya kumbe naye alikuwa amenidanganya. Tunafika kwake A, tunagonga mlango anafungua mke wake, kuingia ndani akakutwa. Kipigo alichopigwa afadhali ya mimi. Huyo ndo alikuwa mtuhumiwa wa kesi ya mauaji. Kwao mimi kilichoniponza ni kuto kufungua mlango na, na, kujificha, na kujificha, na kusema uongo, alafu ikaniponza na ile risasi ikakutwa hiyo, mm. Ndio ikawa kesi imenipeleka sasa ndani. Mm -hmm. Tulipofika Roka wenzangu wakasomewa kesi moja, kesi ya mauaji. Mimi nikasomewa kesi mbili, ya kukutwa na risasi na kesi ya mauaji. Kwa hiyo nikawa na kesi mbili. Cha kushangaza wenzangu wote tulikaa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, tukatolewa kwenye vyumba vile vya watuhumiwa wengi, wakasema hawa wana kesi mbaya sana, hebu ngoja wapewe vyumba vyao. Tukawekwa kwenye vyumba vingine ambavyo ni vya kisasa zaidi, tukatunzwa watu wanne ambao tuna kesi hizo, ila mmoja, tulikuwa watatu, mmoja uh, akatolewa kwenye hiyo kesi n yani, uh, mtuhumiwa wetu wa kwanza namba moja akatolewa kwenye ile ke, kwenye kile chumba akawekwa kwa wengi, kwamba wasishauriane na yule mwenzake ambayo kwamba wanaweza wakaunda jambo fulani. Baada ya kutolewa, tukakaa huko. Kilichokuwa kinaniumiza sana, ilikuwa ni kawaida, nikiwekwa ndani, kesho lazima nione ndugu, kesho lazima nione mabosi wangu, kesho lazima nione rafiki zangu. Sikuweza kumwona hata mmoja, ikaisha wiki, hata mke wangu simuone, hata wale mabosi sione, hata maaskari walikuwa hawana mpango wa kunisikiliza kwa wakati huo sikuwaona ndugu hata mmoja. Hapo ndipo nilipogundua kumbe kumbe, msaada wa wanadamu una kikomo. Kumbe msaada wa mwanadamu una kikomo, lakini Mungu hana kikomo. Rafiki zangu wamepotea, ndugu zangu wamepotea, mabosi wangu wamepotea, nikabaki mimi peke yangu, nabaki kuwaza natokeje. Hicho kitu kikaniumiza sana, baadaye nikakumbuka kwamba haya maisha mpaka lini? Nimewahi sikia akina Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka, na walikuwa ni wanadamu kama mimi, na mimi ni mwanadamu kama wao, hivi siwezi nikaomba na ikawezekana? Na moyoni nikawaza ya hii inawezekana, naamini Mungu hajaniacha, acha nimrudie huyu Mungu niliyekuwa nimemwacha nime, kwa muda niliyekuwa nimemtenda nime, nime maovu acha nimrudie kwake, najua ndo atakayenisaidia nisaidia, maana msaada wa wanadamu umekoma. Hapo mama mwandishi wa habari, kilichotokea ni jambo ambalo mpaka leo huwa nasema Mungu hazuiriki, yani huwezi, eh, na njia zake hazichunguziki. Nikawaambia nika, nika rafiki zangu wale ambao tuko kesi moja, jamani mimi ninamwamini Mungu anaweza akatusaidia kwenye hii kesi, na anaweza akatusaidia tukatoka humu ndani tuli kama Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ya ikafunguka, hata sisi twaweza kufanya kama walivyofanya wao. inaonekana nyumbani walikulea vizuri. Aya, kwenye maswala ya kimungu ya, ya kiimani, ila basi tukukengeuka. Yaani maisha ya mama yangu hasa mama baba alikuwa hayu hana mpango wa mambo ya imani ila baba naye na alikuwa na imani yake e, imani za mira, lakini mama alikuwa ni mtu ambaye alimjua Mungu na alikuwa akichukua muda mwingi anafunga, kwa ajili yangu, anachukua maombi hali, wakati mwingine kila kwa mwezi mzima anaweza akawa nakula jioni, mwezi mzima hali kisa, anaomba ili nitoke katika hiyo hali. Kwa hiyo nilimtesa wakati mwingine mama yangu kwa hali kama hiyo. Kwa mafunzo walinifundisha na nilijua kabisa Mungu anaweza isipokuwa ni roho iliyokuwa ime tayari imeshaingia ndani yangu, ambayo nami nikawa nimekubaliana nayo, ndio ikawa inanitesa sasa. Basi baada ya hapo ah, nikawaambia hao rafiki zangu, haikuchukua muda wakaja kuchukuliwa ili wakatoe maelezo, yani kuchukuliwa maelezo sawasawa. Walipochukuliwa kwenda kuchukua maelezo mimi huku nikabaki na maombi, nikabaki na maombi, namwomba Mungu. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Baadaye wakati namalizia maombi yangu, nikakuta nao hao wanaingia. Sasa wanaoingia sio wale waliotoka, wameingia wako tofauti kabisa, wanaletwa, wanavutwa. Kumbuka wana kesi moja ya, ya mauaji sasa mimi nina kesi ya mauaji alafu na kesi ya kukutwa na risasi hii, kanipa uoga zaidi kwamba, sasa msaada wangu ni Mungu, kama mwanadamu imeshindikana kunisaidia. Ndugu zangu wamegoma kuja kuniona hata kuniona. Kumbe si kwamba walikuwa hawaji, walikuwa wanakuja, ila jitihada zilikuwa zimeshindikana. Mkuu akitua alisema hawa haitaki kuonana hata na ndugu kwao, wakashindwa namna hata ya kunihangaikia. Ikafika mahali nikasema sasa, mimi na Mungu sasa. Walipokuja wale rafiki zangu, wamefika wana hali mbaya, nikawaonea huruma, ila najiuliza mimi itakuwaje? nikaanza kuwauliza, vipi, imekuwaje? hebu tuache kwanza, tuache kwanza. Wanalia machozi yalishakauka, ila unawaona tu nyuso zenye kulia, ila machozi hayapo, yani wamelia mpaka basi. Nikawaambia neno moja, ila namwamini Mungu atatusaidia hilo ndio ilikuwa kauli yangu, hebu tumuombe Mungu. Sasa wakati nawaambia tumuombe Mungu, nao wakawa wanaendelea kuomba. Kumbuka kauli ile, nilipo walipotoka kwenda ku na nini, niliwaambia kwamba Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza itafunguka, na sisi itatufungukia. Sasa walipotoka huko, hata namna ya kuomba ilikuwa ni changamoto, ila nilikuwa nikisikia wakati naendelea kuomba yale na maombi, nao nikawa nasikia maombi wanayoomba wanasema miungu e, mizimu ya babu zetu mtusaidie, sijui nini na nini, wakawa wanaomba habari ya mizimu. Baada ya kusikia maombi yao, nilikatisha maombi yangu, nikamwambia mizimu haiwezi katusaidia. Mimi natamani tumwombe Mungu aliye mbinguni, aliyewasaidia kina Paulo na Sila, hata sisi anaweza akatusaidia. Wakasema hata mizimu inasaidia. Akasema sawa, vile mnavyoamini, ila mimi naamini Mungu atanisaidia nilipozungumza hivyo nikakuta amani ndani ya moyo wangu, kama wakati wote naweza nikatoka, ila sielewi natokeje, ila naona kama vile sio mfungwa. Yani naona kama sasa, wewe, ule mzigo niliokuwa nao umepungua. Baada ya muda nikakuta uh, roho tu inaniambia ingia chooni nikaingia kuna choo kilichokuwa kiko mle ndani cha mahabusu. Nilipoingia kule chooni, kuna maji, kuna bomba, nikawa nimefungulia yale maji, nimefungulia maji, nimenawa. Sasa nichungulie nje kwa dirisha, kale ka juu kule waliko maaskari, nachungulia kwa kupanda kale ka dirisha. Wakati napanda pale juu kwenye kadirisha, nikakutana na bomba mbili fupi kama cha futi moja. Zile bomba nikazishika zi, nikazishika mkononi. nani aliyeweka bomba hizi hapa? Na sio kawaida ukakutana na bomba kituoni au chochote, kitu yani kama, kama nyenzo yoyote, chochote kituoni, yani kama nyenzo ya aina yoyote kifaa chochote hauwezi ukakutana, maana hata wakati wa kuingia tulikaguliwa, mikanda unaacha pale, viatu unaacha pale, mfukoni unakaguliwa, kila kitu kila kitu mpaka mkanda unaacha pale simu naacha pale. Kwa hiyo tuliingia kama tulivyo, ila mimi nikazikuta